Babu, hebu niambie hadithi moja ya zamani ile, ya mashujaa. Aha. <laughs> Sawa, mjukuu wangu, basi namba nisikilize kwa makini kijana. Zamani sana kulikuwa na kijana aliyeitwa Jabari, alitaka kuwa shujaa mkubwa sana hapa kijijini, lakini kulikuwa na mtihani mmoja aliyopewa, aliambiwa lazima alete jino la simba oh, aliye hai. Eh? Jino la simba aliye hai, alitaka kufa. Hapo ndipo hekima inapoanzia. Watu wote walimcheka, lakini Jabari hakutumia nguvu. Alikaa karibu na pango la simba kila siku akileta nyama bila kusogea karibu, lakini polepole simba akaanza kumzoea. Kwa hiyo Unataka kuniambia simba akawa rafiki? Kwa namna fulani, alikuwa rafiki. Siku ya kumi na nne, simba alipomwona Jabali alilala chini bila chuki ha? Jabali alichukua jino lililokuwa limeanguka, nacho lale halikuhitaji mapambano yoyote ha, kwa hiyo Jabali alifanikiwa bila kupigana. Ndiyo Funzo ni hili: ujasiri sio kupigana, ni kuelewa wakati wa kutulia. Akili ni silaha kali kuliko panga. Aa, basi nami nitakuwa kama Jabali. Sasa ukikumbuka kuwa moyo mpole unaweza kufungua milango migumu zaidi kuliko nguvu.